Itakuwa kurudia maneno tu. Kama nilivyokuambia Baraka. Unasema kweli. Kweli. Kweli ni ni ni mama. mama. Alikufa tu kwa mapenzi zaidi kwa baba. Sio <coughs> <Nalini mama. tos> <coughs> wakati wa kulia.

kwa hiyo pasikula uu wala nini. Halafu kila binadamu lazima atapitia sehemu hii ambayo kila mtu anapitia. Kwa hiyo mbele yao nyumba yetu, huu ni muda ambao tunapaswa kuombea dua ili wao huko walipo wapate kuwa na makazi mema, sawa. So, sisi si nabii, nafahamu kila kitu lakini Unajua jinsi gani tunaumia sana. Alafu unajua kwamba mzazi ni kila kitu katika dunia. Bila ya mzazi, mambo yote huwa yanayorudika. Hivyo siwezi kulaumu sana kwa sababu Mungu ndio kila kitu huwa anapanga. Jambo jema na baya yote huwa anayapanga yeye. Nafahamu. Na hiyo na yote ni mtihani tu. Hapo ndo Mungu anakupima akuone wewe ni mtu aina gani, mvumilivu au una subira. Kwa hiyo unatakiwa uonyeshe uvu wako uombe dua kila siku unapolala asubuhi yani kila wakati ni kweli kabisa anachokiongea si sawa ah haya mbona anaongea ndio yale ambayo mikrauzamae tujka kaka ah ni kweli sisi tupo katika kipindi kigumu sana kwa sasa lakini tutumie muda mwingi sana tafakari na kuwaombea dua marehemu wetu sisi bado kuli muda wa kulia bado tutafikia muda wa sisi kulia kama ni kidonda kwa sababu cha moto hakijapoa wala hakijavuna tutalia sana tu mimi sina la kusema je hivi lakini nachotaka kukwambia ni kitu kimoja kwamba Sera amekuja kwa ajili ya kutufariji sisi kwa vile tuko pamoja chuoni na yuko hapa kwa ajili ya kutupa faraja, wala hajaja kutufanya sisi tuingie kumwaga machozi. Kinachoniuma mimi ni yale ambayo mzee wangu alikuwa anayapanga kwa ajili yangu, kinaniuma sana, lakini sitaki nizungumze chochote kwa sasa. Sitaki nasema sitaki, kwa sababu wakati wa kuangalia yale ambayo ameacha yako vipi, nitakabiliana nayo vipi, nitasimama nayo vipi, vipi kwa kisha kuwa ya kwenda sawa. lakini haina neno, ila nenda kumsalimia baba mdogo na juu ya hali yake. Pia mwambie mwambie kwamba mimi niko pamoja na yeye na kuhusu hali aliyokuwa nayo, nami pia nitakuja kumtembelea, hakuna shida. Mimi ninakwenda, lakini sitachoka kuja kutembea. Usij usijali, usijali juu ya hilo. Mimi niko hapa mm-hmm weza kusema kwamba nimefika na kuswala elimu yangu, mimi nitasubiri kwanza mpaka niweke sawa mambo yangu. Ashi, salimia tu baba mdogo, mweleze kwamba mimi nipo hapa, na kuswali yake, Mungu atamjalia Nataka unieleze moja baada ya jingine, sababu ipi na kufanya usimtendo chuo? Amna baba, mimi najua umetoa pesa nyingi sana ndani tu, lakini hapa nilipofikia, naona mimi panatosha. Inatosha? Unamaanisha nini? Mwanangu ushamaliza mafunzo? Mwanangu ushamaliza, ushapata kazi, unaandika madarasani au vipi? Kuja ndio nakwambia kwanza tusikilize hizo mambo. Mwambie azungumze. Hai, endelea mwanangu. Kuna jambo limeingia moyoni mwangu. Jambo lipi? Ni kuhusu ile msiba uliotokea juzi juzi. Sasa msiba unahusu nini? Hapana. Ndugu yako. Mjomba wako. Sio hivyo. Unajua nini? Kuna vitu vingi nimevifikiria. Unajua Baraka na dadake tu wapo katika hali ngumu sana kwa sasa. Wanateseka, wanahitaji sana faraja. Hiyo faraja ni wewe ndiye wa kuwapa hiyo faraja? Ndiyo. Kwa hiyo wewe ndiyo usiende shule kuwafariji hao. Kipindi ambacho mimi na Baraka tupo chuo, tulikuwa tukisaidiana mambo mengi sana. Na imepelekea mpaka sasa tumeingia katika mausiano. Mausiano? Unamsikia ndugu? Tena mwanangu, a mwanangu, ufuata kusoma umepata mahusiano? Lakini mama Baraka kwa vitu vitu vingi sana umepata mahusiano mambo mengi sana yetu na mimi hapa peke yake. Hey, na mimi nikamwacha hapa peke yake Baraka sasa. Mambo toka toka sana maisha yetu, na si vema nikamwacha hapa peke yake Baraka.